Ni aje mtongo kutoka PMTV2. Leo bwana nenda kuleta story au nenda kudondoshia story ambayo tunavyojua, uh, wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ambayo uh, kwa wapenda nao e, na wiki hiyo ilikuwa wiki ya moto kidogo kwa watu ambao wenye wapenzi na wale ambao wako single. Najua pengine utatamani kujua ni story gani ambayo imekuwa ikiwa headline kupitia mitandao ya kijamii na ambayo imetrend sana kupitia mitandao mitandao ya kijamii. So make sure unaungana na mwanzo ni mwisho ili niweze kukupa hiyo story. Je, yeah, unafahamu bwana, usiku wa Valentine Day ulikuwa ni usiku wa balaa kwa masta wetu hapa wa Tanzania au naweza kusema hapa Bongo? mm -hmm. Okay. Okay, ok, sasa hapa ndo naenda kudondosha ile story. Najua unatamani kujua kama mimi vile ninavyotamani kukujuza. Hapa bwana, tumeweza kuona kabla sijaenda kukudondoshia listi ambayo ilikuwa ya moto sana kwenye uh, kwa wasanii ambao walikuwa wamepianana zawadi, nikimaanisha couples ambao imevunja rekodi, kabla sijakutajia listi hiyo. Kwanza kabisa uh, imekuwa kama ni design fulani hivi, wapo ambao walofurahia na wapo ambao hawajafurahia hizo aina ya kapu ambayo kwenye hii list nataka nikakupe. Si mwingine, nadhani wote tunamfahamu mwanadada ambaye anaitwa Aggybaby. Um, mwanadada huyu tunaweza kumfahamu kama ni mwanamuziki, pia tulishia kumuona kwenye uigizaji, lakini dada fulani amekaa kama kimichambo zaidi, hususan anaachanaga ukweli wa sanaa. Aliweza kushia kupitia ukurasa wake wa Insta story akiandika maneno haya Nawakumbusha tu wale mliochukua magari eh, na kuwatambia watu huku Instagram kwamba mnapendwa sana siku ya Valentine, akaika hashtag. Mnakumbushwa kuyarudisha mapema na <laughs> wenye mayadi yao, weekend njema. Ayo maneno aliandika mwanadada huyo Aggybaby e, na watu wakaenda moja kwa moja kuzungumzia kwamba itakuwa bwana, hawa ni wasanii, kwa sababu wasanii wengi tumeweza kuona mboni couples wameshare sana kupitia um, I mean Instagram zao. Okay, tuna na hapa list, kulikuwa kuna Harmonize pamoja na uh, mamake Paula si mwingine bali Kajala, tuliweza kuona uh, Harmonize ameenda kumzawadia eh, Kajala gari, sitaki kutaja ni aina gani kwa sababu kwenye video hapo utaweza kuiona na kuweza kuona tukio zima. Na kitu ambacho kilipelekea watu wengi wakasema ah, mbona kama hii script imepangwa, mbona kama alikuwa anajua, wengine wakasema ah, sio kweli bwana, hii ilikuwa surprise tu. Lakini ukweli wanaujua wenyewe. Lakini mimi niko hapa kwa ajili ya kukudondoshia zile list. Na list ya pili alikuwa ni Nandy pamoja na Billnass, utaweza kuona kapo hii bwana ni kapo ambayo uh, kila mtu amekuwa kivutiwa nayo mara kwa mara kutokana na hawa watu wawili hawa ni wana ndoa halali kabisa, lakini pia wanashia kila hatua zao za mafanikio, na tumeweza kuona ya kwamba Nandy kaenda kuweka balaa zito kupitia page e, na kusema ya kwamba um, uh, yeye hafeki maisha. Kuna kauli aliongea hiyo, yeye hafeki maisha na maisha anaoishi ni maisha ya kweli. Kwa hiyo uh, kwa wale ambao wanaofeki kazini kwao imeonekana kama akimzawadia aina gari aina gari fulani hivi ya hali kidogo, kwenda kumpelekea mpenzi wake au mume wake halali ambaye ni Billnas. E, na hiyo gari ilikuwa ni ya moto sana, kwa sababu kiharakaharaka tu naambiwa ni gari ambayo ina thamani ya milioni mia sita. e, nazani hapo sasa tutakuwa tumeanza kuelewana mdogo mdogo. Okay, na kapu nyingine ambayo <laughs> hii imekuwa kama surprise sana na imekuwa kama ni kitu ambacho watu wengi ah, hatukutegemea kabisa ni baada ya kumuona Rich Mtindo ambaye alikuwa ni mume kwa Walpa japo hapo awali walikuwa nasemekana wawili hawa wameachana, uh, na kuna zile za pana pale, lakini tumeza kuwaona siku ya Valentine, Richie Mtindo pamoja na Walpa, baadhi ya videos wakiweza kuwa pamoja katika yaani muonekano fulani wa mahaba mahaba, na sasa hivi bwana anaambia Richie Mtindo ajarudi nyumbani na nguo amerudi nyumbani na gari mbili za kuweza kumzawadia mpenzi wake, kwa sababu hapo katikati watu wengi walikuwa kama wanamsema design flani inakoonekana na kama ni mwanaume ambaye, ambaye hamzingatii mkio wake, lakini uzuri ni kwamba ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram na kutuonyesha ni jinsi gani anamthamini na kumpenda Jackie Wopa na kuweza kumzawadia aina hizo za gari eh, ambayo ilikuwa kama surprise, na watu wengi wamekuwa very surprise kuweza kuiona kama hiyo video, naona hapo inavyopita. So, tukio zima lilikuwa hivyo. Sasa wewe, kwa unavyoona list yangu ya watu tatu hapo, tuna Harmonize pamoja na Kajala, Nandi pamoja na Billnas, Rich Mtindo pamoja na Wopa, je Unazani makundi haya matatu ni kweli wanaweza kufake maisha kwa kupeana magari au kuonyesha design fulani maisha fani ya kifahari kama wamezawadiana? Kwa wewe tu akili yako ya kawaida unazani wanaweza kufake? Basi nataka drop comment yako hapo chini, kama unaona kama kuna watu wawili wawili, watatu ambao kidogo kama kuna ile design fulani wanatufanyia mambo mengi, pia unaweza uka drop comment na, je una ushauri gani kwa kapo hizo eh? kuhusiana na mienendo yao ambayo inaenda kwa sababu ni vyo vya jamii na kila mtu anamtazama kama mfano, basi make sure una drop comment yako hapo, utakuwa umetisha sana. Lakini bila kusahau, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata zile updates zetu za kila siku kutoka hapa hapa PMTV Two. See you soon. Bye bye.